Mwananchi ana wajibu wa kukemea rushwa. Rushwa ni kosa kama kosa jingine la jinai, hivyo sasa ofisi yetu ya Takukuru mkoa Mara ndiyo maana imeona ni wajibu sasa kuwafikia wananchi wao, waasirika wa moja kwa moja kwa vitendo vya rushwa. Kwa hiyo mtakuwa mnawalalamikia watendaji, lakini watu wa kwanza kabisa waliosababisha sheria zi, zitungwe sheria ndogo ndogo na sheria ni hao tuliowachagua sisi kwa rushwa kwa hiyo ni mwananchi mtu wa kwanza kabisa kukataa rushwa ili tupate viongozi ambao watatuletea maendeleo na kututungia sheria zinazofanana na maeneo tunayotoka. Huo ndio mkakati wa ofisi za Takukuru Tanzania mkoa wa Mara wilayani, kwamba mwananchi awe na uelewa kwamba kupokea rushwa ili mchague wewe kiongozi ni dhambi na ni kosa kisheria na ni kosa la jinai ambayo unaweza ukahukumiwa katika kipindi cha mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Unatakiwa kutoa taarifa kwa kupiga namba ya bure moja moja tatu. Itapokelewa itashughulikiwa na maafisa wa Takukuru. Kwa hiyo ni jukumu la mwananchi kwa kila mmoja wetu katika eneo lake kutoa uhusika na rushwa, kutoa taarifa na kukemea wana, watu wanaojihusisha yes. na rushwa Nafikiri kwamba kwa wote kwa ambao tulikuwa tuko hapa makini tunafuatilia elimu yenu ili kuhusu tukio tunaloelekea endi, endi, la uchaguzi, basi tutakuwa makini kuelimisha na wenzetu kutopokea rushwa ya wagombea aina yoyote ile, ili tutende haki siku ya uchaguzi pasipo kumchagua mtu ambaye ni mtoa rushwa. Na kama mtu anakushawishi kwa ajili ya rushwa basi unamtolea unamtolea taarifa kwa kupiga namba za simu moja moja tatu na ikiwezekana umtolee ushahidi ya mahakamani ukihitajika kutoa ushahidi. Tunawashukuru sana viongozi wa Takukuru ambao mmefika kutoa elimu ya rushwa, hasa wakati wa uchaguzi. Tunawashukuru sana same same, na tunaomba mwe, mnaendelea sehemu zote mzifikie, hususan sehemu ambazo unakuta wanahusika kupiga kura, ikiwa ni pamoja na kwenye vyombo vya usafiri hasa ni mshukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Niliposafiri kuja Kinesi, nimekutana na elimu kubwa sana ambayo tulikuwa tunaiona, hasa hasa wakati mwingine tunatoa message kwenye mitandao zinazopiga vita habari za rushwa. Niwapongeze sana Takukuru kwa hii elimu ambayo mnaendelea kuieneza na hasa mnapojitahidi kumfikia mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu huku wapo watu wengi na maana mewafikia mpaka watoto wadogo, lakini wakati mwingine kutokana na hali zetu za umaskini tunashawishika na viongozi kwa sababu tu ya kitu kidogo. Lakini ukweli ni kwamba kutokana na hii elimu ambayo imetolewa hapa, binafsi mimi nimeelewa kwamba kile kidogo tunachokipokea, maana yake tunapompa kiongozi madaraka kwa sababu ya kile kidogo, anaenda kuhakikisha kwamba anairudisha pesa pesa yake. Sasa anapoirudisha pesa yake, anatukandamiza kwa sababu kila ambacho huenda angekirudisha huku anakiweka mfukoni kwake. Kwa hiyo kumbe, kuna wakati mwingine sisi wenyewe tunajikuta tumeharibu, kwa sababu ya kupokea rushwa ndogo ndogo, tunazuia vile vikubwa ambavyo vingekuja kwetu mbeleni, au ambavyo vingetengeneza kwa ajili ya watoto wetu. Na niseme tu kwamba nami nitakuwa wakala wa Takukuru japo si mwajiriwa, lakini nitakuwa wakala wa Takukuru kwa maana ya kwenda kuongeza hii elimu kwa watu wengine pia, ili watambue kwamba rushwa ni adui wa haki, lakini pia rushwa inanyong'onyeza